Mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media, katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, Jumatano juma la tatu, kipindi cha Pasaka mwaka C mwaka wa Kanisa. Masomo ya leo: somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 aya ya kwanza hadi ya 8. Somo la Injili linatoka katika Injili ilivyoandikwa na Yohane, sura ya sita aya ya 35 hadi aya ya 40. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Yohane. Yesu aliwaambia, mimi ndimi chakula cha uzima, yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe lakini naliwaambia ya kwamba mmeniona wala hamwamini. Wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe, kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni tutafakari kwa pamoja sehemu ya maandiko matakatifu tuliyosikia. Yesu Kristo anajitambulisha kama mkate wa uzima, akifundisha juu ya uhusiano wa kiroho kati yake na wale wanaomwamini. Yako mambo kadhaa tunaweza kujifunza hapa. Jambo la kwanza, Yesu kama mkate wa uzima. Yesu anajieleza kuwa mkate wa uzima, ni tamko la ufunuo wa kimungu kwamba yeye ndiye chanzo cha maisha ya kiroho na ya milele. Kama mkate unavyolisha mwili, Yesu pia analisha nafsi zetu. Wataalamu wa maandiko wanasema jambo hili linahusishwa na Ekaristi, ambapo Yesu Kristo anashirikishwa kama chakula cha kiroho lakini makutano walifikiri kuwa Kristo anamiliki mikate ambayo angeweza kuwagawia kila siku kwa ajili ya kujishibisha wao kimwili. Yesu anafundisha kwa kubadili mtazamo wa watu wa kumfuata kwa faida za kidunia tu bila kumwamini kama mwokozi wa roho zao. Hapo Kristo anatoa fundisho msingi kuwa kuna tofauti kati ya kumwona au kumfahamu kimwili na kumwamini kwa moyo. Lakini Kristo anajidhihirisha yeye mwenyewe kama mkate wa uzima, akimaanisha kuwa ni chanzo cha maisha. Hili ni tangazo la kina linalofunua nafasi ya Yesu kama chanzo cha uzima wa milele. Kama vile mkate wa kawaida unavyolisha mwili, Yesu anajiwasilisha kama chakula cha nafsi ya mwanadamu anayekidhi mahitaji ya ndani ya kiroho kwa wote wanaokuja kwake kwa imani. Hii inaonyesha kwamba maisha ya kiroho hayawezi kutimilika nje ya Yesu Kristo. Hivyo, kila atakayekiri na kumwamini huyo atashibishwa njaa yake ya kiroho na kuokolewa. Kumbe Kristo leo anatualika kubadilisha mitazamo yetu juu yake, kwani tukiwa na mitazamo ya kibinadamu, tutamfuata Kristo si kwa ajili ya mambo ya kidunia, bali awe dira ya maisha yetu ya kiroho. Bila hivyo, hatuwezi kushuhudia ukuu wake, yeye aliyekuja kutukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi. Jambo la pili imani na kumfuata Yesu. Imani si tu kukubali kwa akili bali ni tendo la kumkaribia Yesu. Wataalamu wa maandiko wanasema neema inaonyesha kuwa ni Baba ndiye anayeleta watu kwa Yesu, yaani wokovu hauanzi na juhudi ya mwanadamu bali ni kazi ya Mungu. Hii inaunga mkono dhana ya uchaguzi wa kimungu divine election kwamba Mungu huwaita watu kwa mapenzi yake. Na sisi kama wafuasi wa Kristo tunapaswa kuonesha mwitikio wa wito ambao tayari tumekwishaitiwa. Tusipokubali tunajitenga naye na kuwa mbali. Yesu anasisitiza kuwa hakuna mtu anayeweza kumjia kwa juhudi zake mwenyewe isipokuwa Baba amvute. Hii inaonesha upendo wa Mungu na dhamira yake ya kuokoa. Jambo la tatu. Ufufuo wa siku ya mwisho. Hii inaonyesha fundisho muhimu la neema ya Mungu kwamba wokovu haupatikani kwa matendo ya kibinadamu bali ni kwa mapenzi na kazi yake Mungu mwenyewe. Kwa hiyo, Yesu ni mjumbe wa mapenzi ya Baba na kazi yake duniani ni kuwahifadhi wale wote waliokabidhiwa kwake na Baba bila kupoteza hata mmoja. Hili linatoa tumaini thabiti la usalama wa milele kwa waamini na linaweka fundisho la msingi wa imani juu ya ufufuo wa maisha ya milele. Yesu anaahidi kuwafufua wale wote waliomwamini katika siku ya mwisho. Fundisho hili la eskatolojia likimaanisha kwamba kuna maisha baada ya kifo na kuwa wale waliomwamini Kristo watafufuliwa na kupewa uzima wa milele pamoja naye. Kwa hiyo, imani kwa Yesu si tu swala la hapa duniani bali ni daraja la kuelekea uzima wa milele katika ufalme wa Mungu. Hitimisho. Yesu anaposema kuwa yeye ni mkate wa uzima, anatuonesha kwamba hakuna kitu kingine duniani kinachoweza kutosheleza mahitaji ya ndani ya mwanadamu kama vile uhusiano wa kweli na Mungu. Chakula cha kawaida huleta nguvu ya muda mfupi, lakini Yesu anatoa uzima wa milele. Fundisho kuu hapa ni kwamba tusipoteze muda wa kutafuta kuridhika kwa mambo ya kidunia yasiyo na mwisho wala tumaini, bali tumtegemee Yesu kwa kila jambo lolote tufanyalo hapa duniani. Wale wanaokuja kwake kwa imani hawatatupwa mbali kamwe, bali watahifadhiwa na kufufuliwa. Ni wito wa kuwacha maisha ya mashaka na kuingia katika imani thabiti inayotegemea neema ya Mungu ni wito wa kuacha maisha ya mashaka na kuingia katika imani thabiti inayotegemea neema ya Mungu. Ningependa tutafakari swali moja. Je, mtazamo wetu kwa Kristo ni upi? Je, ni ule kama wa makutano, kumfuata Kristo kwa mambo ya kidunia au kwa ajili ya wokovu wa roho zetu? Nakushukuru kwa kutafakari pamoja nami. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Flateli Emmanuel Bija wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!